Tazamaji, ikiwa ni jioni tulivu ya tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2025, matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya popote ulipo. Ujambo na karibu katika taswira ya Alshifaa awamu ya saa moja. Hapa tu ndio utapata taarifa za kuaminika kote ukanda wa pwani. Jina langu ni Rajab Abubakar. Tukianza na taarifa kuu kutoka kaunti ya Mombasa ni kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa imetoa agizo likiwataka waandalizi wote wa matukio ya umma katika msimu huu wa sherehe kutoa taarifa kwa kamati ya usimamizi wa majanga angalau siku tatu kabla ya hafla kufanyika ili kuwaruhusu maandalizi ya usalama na huduma za dharura. Hatua hii inakuja miezi chache baada ya tukio la maji eneo la Chuda kugeuka janga, mashua iliyobeba washiriki ikizama na kusababisha vifo vya watu watatu kutokana na maandalizi duni ya usalama. Kaunti imesisitiza kuwa waandalizi lazima wahakikishe usimamizi wa umati, usalama wa moto, ukaguzi wa miundo mbinu, huduma za matibabu na ushirikiano na polisi. Aidha, imeonya kuwa yeyote atakayekiuka masharti haya atawajibishwa kwa uzembe na anaweza kushtakiwa, huku kaunti ikijipa mamlaka ya kukagua maeneo kuweka masharti ya ziada au kusitisha tukio lolote linalotishia maisha. Serikali ya Mombasa inatoa wito kwa waandalizi kutii maagizo haya ili kulinda maisha, mali na sifa ya mji kama eneo salama la kuvutia wageni. Na tukisalia kaunti ya Mombasa ni kwamba watetezi wa haki za kijamii wamekongamana mjini Mombasa kuadhimisha siku ya mashirika ya kijamii duniani ikiwa ni maadhimisho ya awamu ya sabini na sita. Hafla hiyo imehudhuriwa na chama cha mawakili nchini LSK, pamoja na asasi za usalama zikiongozwa na kamishna wa Mombasa, Mohamed Nur, ambaye amesema wako mstari wa mbele kuhakikisha haki inatendeka kwa wananchi wote kwa utulivu. Hata hivyo, amewataka wananchi kujitokeza na kuripoti matukio yote ya uvunjaji wa sheria ili kila mmoja apate haki anayostahili. Kwa upande wake, Natasha Ali, mwenyekiti wa Law Society of Kenya, amezitaka mahakama kusimama na ukweli bila uoga na kutoa maamuzi ya haki, akisisitiza kuwa wataendelea kuhakikisha kanuni za katiba zinafuatwa bila upendeleo. Naye Zedekaya Wadika wa ambaye ni wakili amesema kuwa vitengo vya kutetea haki pamoja na mawakili vina jukumu kubwa kuhakikisha mafanikio na maendeleo yanapatikana. Today I call upon the courts of Kenya to remain fearless, impartial and unyielding. Justice cannot bow to intimidation.

Na mtazamaji, tuvuke kaunti ya Kwale ambapo familia moja inalilia haki baada ya mtoto wao wa kike mwenye umri wa miaka 16 kupatikana ameuawa kisha mwili wake kutupwa katika kijiji jirani, siku tatu baada ya kutoweka nyumbani kwao katika mazingira ya kutatanisha. Wanasema juhudi za kumtafuta zilianza mara tu alipotoweka, lakini mwili wake ulipatikana ukiwa na dalili za ukatili, hali iliyowashangaza na kuwaacha wakiwa katika maumivu makubwa. Familia hiyo sasa inawataka inaitaka serikali na vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina na kuwakamata wahusika na kuhakikisha haki inatendeka ili kuepusha visa kama hivyo kujirudia katika jamii. Saa mbili napiga mswaki nikapigiwa tena simu na bwana Zekele, kwamba chairman, yule mtoto nimemwona, nimemwona eh. Nkasema vyema, akarudi akaniambia, lakini amekufa amekufa eh. Kaanza kushangaa yuko wapi kwa mali fulani, nikatoka mpaka vileji ya mwanae kumwona mtoto ni kweli, na toka hapo tukambatana na maafisa tuliokuwa nao haya, tukatamatisha zoezi hilo mpaka saa hii nikiongea, nkwamba tuko kwa matanga. So tukauliza haki ya huyu mtoto iko wapi, na kufikia dakika hii hatujaona mtu ambaye amekamatwa. Na turudi kaunti ya Mombasa ambapo ni miaka mitano sasa tangu wakawaza wa Pakistan wa kuondolewa ili kupisha ujenzi wa mradi wa nyumba za bei nafuu ambao uliahidiwa kubadilisha maisha na mazingira ya eneo hilo. Hata hivyo, licha ya kulipwa kiasi kidogo cha fedha kama msaada wa mpito na kuahidiwa kuwa wangerudishwa baada ya kukamilika kwa mradi, wakazi hao wanasema hadi sasa ahadi hizo zimesalia kuwa maneno matupu, na wengi wao wanaendelea kuteseka bila makazi na bila majibu kutoka kwa mamlaka husika. Wakazi hao ambao wanasema wamevumilia kwa muda mrefu bila kuona hatua yoyote chanya wameiomba serikali na tume ya kupambana na ufisadi EACC kuingilia kati ili kuchunguza mchakato huo na kuhakikisha haki inapatikana na ahadi zilizotolewa zinatekelezwa mara moja. Sisi maskini tunapata tabu katika serikali ya Kenya, inasikitisha sana. Sasa ni miaka mitano, bado tuko nje. Tuliahidiwa baada ya kuvunjwa hizi nyumba, baada ya kutolewa kinyama matingatinga yanavunja nyumba, vyombo vikiwa ndani ya nyumba. Tukaahidiwa kwa maandiko kuwa baada ya miezi kumi na mbili tutarudi. Wakatupatia laki mbili na elfu arobaini. Sasa hivi hiyo laki mbili elfu arobaini wao wanatangaza kuwa wametulipa, lakini mkataba ni kuwa walitupatia ili tukakodisha nyumba karibu na hapa kwa elfu ishirini kwa mwezi kwa miezi kumi na mbili elfu sitini wakazichukua wakaziweka kwa account, waka, kwa account wakisema kuwa wakati tukirudi tuta top up hiyo deposit tuishi. Sasa inashangaza sana, miezi kumi na mbili imeisha, sasa ni miaka mitano, hakuna dalili ya kurudi. Tulipeana ushahidi wa kutosha na tukapeleka katika tume ya ufisadi na imekuwa ni mwaka mmoja sahihi na miezi minane hatujapata majibu kutoka kwao ama zile changamoto ambazo wamepitia labda katika kufinalize ile ripoti yao. Na tumepeleka ushahidi wa kutosha kusema kuwa huu mradi ambao umetengenezwa ama umetekelezwa hapa Buxton ni mradi ambao umetekelezwa kwa njia ya ukora, kwa njia isiyo wazi, na wale waathiriwa ama wale wakaazi wa Buxton wa kitambo na wakaazi wote ambao wanastahili kupata hizi nyumba sio, uh, beneficiaries wa huu mradi na kwa hiyo tunaomba hii tume ya ufisadi ilete ripoti yao uh, tujue, je uh, ule ile, ule ushahidi ambao tumepeleka ni wa kutosha ama wanataka ushahidi uh, zaidi ili tusaidiane kufanya kazi na wao. Na mtazamaji, kumbuka kwamba unazidi kufuatilia matangazo yetu hapa Al Shifaa Television Kenya. Tunachukua mapumziko mafupi, lakini tutarudi muda sio kwa mrefu hivyo, na taarifa za kimataifa. Tukielekea habari za kimataifa nchi jirani ya Tanzania, ni kwamba polisi na wanajeshi walipelekwa katika mitaa ya Dar es Salaam na maeneo mengine nchini Tanzania mnamo disemba 9 mwaka 2025 kuweza kuzuia wanaharakati na raia waliopanga kuandamana kupinga matokeo ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa asilimia 98 ya kura, huku wapinzani wakuu wakibaki nje ya kinyang'anyiro. Siku hiyo ya kuadhimisha uhuru wa Tanzania, serikali ilisitisha sherehe ikihofia ghasia na kuwataka wananchi kusalia nyumbani. Utawala wa rais Suluhu ulitaja maandamano haya kama juhudi za kuhujumu serikali, ukisisitiza kuwa ushindi wake ni halali, huku uchaguzi huu ukisababisha fujo ambazo hazijawahi kushuhudiwa nchini tangu uhuru na Umoja wa Mataifa kuripoti mamia ya vifo. Usalama uliimarishwa katika miji mikuu ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Mwanza, na barabara nyingi zilionekana tupu, huku waliotembea wakikaguliwa na polisi. Na mtazamaji, tuelekee michezoni humu nchini, ambapo inadaiwa kuwa kuna mpango unaoratibiwa kumuondoa kumwondoa afisa mtendaji mkuu wa shirikisho la soka Kenya, FKF, Harold Ndege madarakani, miezi kumi pekee baada ya kuchukua wadhifa huo. Vyanzo vya kuaminika vinaeleza kuwa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi yake kupitia mitandao ya kijamii yanayodaiwa kufanywa na baadhi ya wafanyikazi wa FKF pamoja na washirika wao ni sehemu ya mpango mpana wa ndani unaolenga kumdhoofisha na hatimaye kumsukuma aondoke ofisini. Inaripotiwa kuwa hali ya sintofahamu imekuwa ikiongezeka ndani ya shirikisho hilo kutokana na tofauti za kimtazamo kuhusu uendeshaji wa shughuli za FKF, utekelezaji wa mageuzi na udhibiti wa rasilimali. Baadhi ya watendaji wanadaiwa kutoridhishwa na mtindo wa uongozi wa Ndege, jambo linaloaminika kuchochea mvutano wa ndani. Na tuvuke kimataifa, ambapo Man United wanapanga kumtumia mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford ambaye yuko kwa mkopo Barcelona katika dili la kumnasa Fuad wa Ufaransa Bradley bacola kutoka PSG. Jarida la Fichajes linaripoti kwamba kitita cha paoni milioni 70 kitatosha kuishawishi PSG kumuuza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 na vilabu vikubwa Ulaya vimemtupia jicho Fuad wa Misri Mohamed Salah ambaye amekuwa na wakati mgumu katika kambi ya Liverpool hasa baada ya uhusiano wake na mkufunzi wake Ancelotti kuvunjika. Inadaiwa timu za Bayern Munich, Barcelona na Real Madrid zitamenyana kupigania sahini yake na kwingineko ni kwamba Liverpool na Man United wanavutiwa na kiungo wa mshambuliaji wa Real Madrid Ada Gala mwenye umri wa miaka 20 kulingana na jarida la Court Offside linaripoti kwamba kitita cha paoni milioni sabini b zikiita tosha kuishawishi Real Madrid kufanya mazungumzo na timu yoyote. na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, natamatisha taswira ya Alshifaa awamu ya saa moja, lakini kabla niondoke na chukua fursa hii kujiunga na viongozi wetu akiwemo rais Daktari William Ruto pamoja na waziri Murkomen kuweza kuwashauri vijana, tafadhali tuweze kufunga ndoa, ili tutoe msongamano wa watu wasiona wake, kuwapisha vijana wadogo kama sisi kuweza kujipatia wake wazuri muda unaostahili usivuke mwaka bila mke. Shukran za dhati, narudisha shukrani wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezo wangu akiwa ni bwana Yasir Lewa, mtayarishaji wa taarifa hizi akiwa ni bwana Joseph Lewa. Kumbuka kwamba unaweza kutupata kwenye mitandao yetu ya kijamii Al Shifaa Digital Kenya pale Facebook, YouTube, Al Shifaa Television Kenya, vile vile TikTok na Instagram Al Shifaa Media Kenya. Nakutakia usiku mwanana hadi siku ya Ijumaa panapo majiri yake Mwenyezi Mungu. Shukrani.